Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali fulani ambayo huwa nakutana nayo, inakuwa ni kama njaa yani ndani, ninapokuwa najisikia ni kama nina shauku ya kutaka kufanya kitu, lakini kuna wakati nakuwa na, na, na shauku ya kutaka kuomba, lakini kuna wakati nakuwa na shauku ila sijui ni shauku ya kufanya nini. Yani nakuwa nasikia tu hivyo, na wakati mwingine naweza nikalala. Nikaota kindoto kifupi mtu anakuja labda ananiambia soma Matendo sura ya tisa mstari wa 36. Sasa ikiwa imenitokea hivyo nisipofanya hicho kitu huwa nakosa amani. Kwa, kuna wakati mwingine ikiwa inanitokea hiyo hali naweza nikawa niko busy labda nipo nafanya kazi. Kwa ule muda ukipita nakosa amani kabisa. Kwa hiyo hali ilikuwa inanisumbua na shindwa kuelewa ni kwa nini na natakiwa nifanye nini. Kwa hiyo nikawa nime Kuja madhabahuni ili mtumishi aniombee, ikiwezekana niwe naelewa nini ambacho natakiwa nifanye kwa wakati huo. Amen. Cha msingi kuanzia hapo iko hivi: usipoti cha kwanza Mungu hakupi cha pili, na cha pili huwa ni bora kuliko cha kwanza. Mungu anasemeshaje mtu? Njia moja wapo ni kwa njia mawazo. Kwenye Warumi nasema Roho wa Mungu hushuhudia pamoja na roho zetu kama sisi ni wana wa Mungu, hushuhudia pamoja na roho zetu. Kwa hiyo maana ni kitu kinachokuja rohoni mwako roho wa Mungu hushuhudia pamoja na roho zetu, kwa anashuhudia, kama vile unavyosema wewe, anakusemesha ndani. Kikija my friend, achana na kile kitu, haijalishi ni cha muhimu kiasi gani, weka pembeni. Hata kama ni boss wako, atakumind akumind, lakini umeticha Mungu. Tunaelewana? Hata kama unapika ugali ukasikia kuna wazo limeingia ndani yako kufanya kitu, zima jiko kaombe kwanza. Kama nataka uombe sawa, kama amekupa mstari Unaweza kupika, okay, ukiona unasoma una ndio au huwezi, zima jiko soma. Kwani sababu neno la Mungu lasema utii bora kuliko dhabihu na uasi ni kama dhambi ya uchawi. Kwa hiyo uasi ni kwenda kinyume na kile ambacho Mungu anataka ufanye. Sasa ili aendelee kukusemesha na kukupa vilivyoko ndani zaidi. Cha kwanza, lazima uitike kwenye wito wa kwanza. Kwa akikusemesha, akilikija wazo la kimungu ambalo ulikuwa hauwazi hautarajii, hau, hau, hau, hau haulifikirii lifanye kwanza. Usiogope chochote. Hmm? E, hata kama uko naongea na bosi wako, nawambia bosi, samahani, naomba dakika tano niende chemba, afu naenda kujifungia chooni kama uko kazini. Unajifungia chooni wewe, mtu akija kugonga hufungui, hata jiona labda tumbo linakuuma, unaendesha pote ile pote, lakini umejifungia ndani. Pako mzee na Mungu, hata kama uko nusu saa. Kwa sababu huwezi kujua. Uweze kukuta mfano Mungu anakusemesha kwamba kuna kuna kuna mteja atakuja atanua labda vitu vya elfu hamsini zile hela atakazokupa ni feki Afu amekusemesha kitu ujelewa. Ukipoteza unakuja unakula unaramba fake tupu. Kutoka hapo hasara. Neno la Mungu linasema hivi, bali wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Anakuongoza, anakuongoza kwa kukusemesha kama hivyo. Na wewe kama uko huko huko, ukiwa kwenye mazingira kama ukisikia kuna kitu cha kimungu kinaingia ndani yako, kifanye kwanza kabla ya kitu kingine chochote. Mambo mengine utaachana nayo. Sababu Mungu akikupelekea kitu kwa wakati huo anajua ni kwa nini akutie kitu kwa wakati huo. Amen.